Katika kijiji cha Kalegeza palikuwa na mila isiyokoma kupitishwa toka kizazi hadi kizazi: usikate kucha zako wakati wa usiku. Wazee walikuwa wakisisitiza kuwa kucha zilizoanguka usiku zilikuwa chakula cha mizimu ya kichawi waliokuwa wakitafuta njia ya kurejea katika ulimwengu wa walio hai. Watu wengi walitii kwa hofu, hata kama hawakuelewa ni kwa nini. Ila kijana mmoja Nuhu Aya, aliyekuwa na miaka kumi na mitano alikuwa hodari lakini jeuri na aliamini kuwa simulizi hizo ni porojo tu za kuwazuia watoto kutembea usiku. Siku moja baada ya jioni kuingia, Nuhu alipokuwa kwenye chumba chake akijitazama kucha zake zilizokuwa ndefu, alichukua wembe na kuanza kuzikata akicheka, mizimu waogope wenyewe, si kucha tu hizi. Alipomaliza alikusanya kucha na kuzitupa kwenye bustani ya nyuma ya nyumba yao bila ya mtu yeyote kujua. Usiku huo kila mtu alipolala, upepo mkali ulianza kuvuma. Mlango wa chumba cha Nuhu ulifunguka polepole pole kwa kishindo kisicho cha kawaida. Akaamshwa na sauti ya mtu aliyekuwa akilia kwa mbali, sauti ya majonzi na uchungu ikimwita, "Nuhu, umewaita waliolala." Aliamka akiwa na jasho jingi na ghafla akakuta kucha alizozikata zikiwa juu ya kifua chake. Zilikuwa zimeloa damu na harufu ya udongo wa kaburi ilienea hewani. Siku iliyofuata, Nuhu alionekana akizunguka kijijini akiwa mnyonge, macho yamevimba kana kwamba hakulala kabisa. Alisema alilala, lakini alipoamka aliona alama za kucha zimechora uso wake kama mtu aliyepigana na mnyama asioonekana. Usiku wa pili, kelele zilirejea. Alisikia watu wakitembea juu ya paa lake wakicheka kwa sauti za kiza, wakimwambia, "Umevunja agano, sasa utalipa." Nuhu alikosa usingizi kwa siku tatu mfululizo. Alipojaribu kulala mchana, usingizi haukumnyemelea. Alianza kukonda na macho yake yakageuka mekundu. Watu wa kijiji wakaanza kumwangalia kwa hofu. Walijua mizimu huchukua wale walioleta mzozo kati ya dunia mbili. Siku ya tano alianguka mbele ya hekalo la kijiji na kuomba msaada. Mzee wa ukoo Babu chikondi a alikusanya wazee na wakafanya tambiko usiku kucha, wakachoma ubani, wakatafuta kucha zilizotupwa na kuzika kwa tambiko maalum. Nuhu alilazwa ndani ya pango takatifu kwa siku saba. Mizimu ilimjia tena, lakini safari hii alikubali makosa yake Akalia, akatubu, akaahidi kulinda mila. Alipotoka hakuwa tena yule kijana mwenye jeuri, aligeuka kuwa mnyenyekevu, na hata alipoonekana na watoto wa kijiji aliwaambia, mila si hadithi za kutisha tu, ni ngao dhidi ya giza lisiloonekana. Ujumbe: usidharau mila za wazee kabla hujajua mzizi wake. Maisha ya sasa huishi kwa mkono wa jana.